Mithali ya kumi na saba msala kumi na tano maandiko anasema yeye asemaye kwamba asiye haki ana haki, naye asemaye kwamba mwenye haki hana haki, hao wote wawili ni chukizo kwa Bwana. Yeye asemaye kwamba asiye haki ana haki, naye asemaye kwamba mwenye haki hana haki, hao wote wawili ni chukizo kwa Bwana. E, mimi ni jiwacho ni kwamba hutaja jina la Mungu sio kitendo haramu, utaja jina la Mungu sio uharamia, utaja jina la Mungu sio kitendo ambacho watu wanatakiwa wajiwe na risasi, wajiwe na mabomu ya machozi, wajiwe na virungu. Ni jiwacho sio kitendo haramu. Kwa hiyo mpaka wanaotaja jina la Mungu wanakuwa ni watu ambao wanapigwa, wanaumizwa, wanatawanyishwa kwa nguvu, ni kwamba kuna mtu amesema hawa wenye haki hawana haki. Kimsingi inaweza ikawa kukusanyika kanisani sio haki yenyewe, lakini hoja ni watu wanavyokusanyika kanisani, wameharibu chanani wamevunja cha nani? Wameiba cha nani? Niliongea na nitaendelea kuongea hawa wanaokusanyika kanisani. Kuna watu hapo walikuwa wezi, kuna watu walikuwa wavuta bangi, kuna watu walikuwa wabakaji, manake watu wanavyokusanyika kanisani wanatengeneza jamii bora zaidi, wanatengeneza jamii iliyopangika, wanatengeneza jamii yenye utaratibu zaidi lakini inatokea kundi fulani la watu ambao wanaweza wakawa wanatafsirika kwamba wanalinda usalama wa raia na mali zao, na watu hao wanawatawanyisha watu kwa nguvu. Je, ni kweli kuwatawanyisha watu wanaosali ndio kulinda usalama wa raia na mali zao? Je, ni kweli watu wanaosali pale wanapokusanyika wanavyosali wanaharibu usalama wa raia na mali zao. Sijajua loji inayotumika kwamba mimi ni mlinzi wa raia na mali zake, alafu namkuta mtu amekusanyika ana sali, naenda kumtawanyisha. Je, pale alipo anaharibu cha nani? pale alipo ana, anavunja cha raia nani? Yani ni raia yupi? Wa, wa nchi ambaye anadhurika anaumizwa kwa wale kukusanyika. Haya, tukirudi tukasema huyu mtu sijui wamevunja sheria, mimi najiuliza sana. Mi nisemacho Afrika, Afrika sisi Mungu aje atukumbuke, kwa sababu kinachoitwa kuvunja sheria au kinachoitwa sijui mtu mara amehubiri mahubiri ya kuifarakanisha si uchochezi. Mimi nisemacho, kama kuna siku Afrika Mungu atatukumbuka, inawezekana hatutaishi maisha kama haya, kwa sababu sijajua sana mimi sheria zenu, nyingi sizijui, ila kama mtu anayekusanyika kutaja jina la Mungu, kama mtu anaweza akawa labda anatetea walioonewa, anaongelea si utekaji siu mauaji, ndio tunamwita amevunja sheria. Hoja ni kama amevunja sheria, aliyevunja sheria si ashughulikiwe? Haya, mi nauliza, mnataka kanisani tuetu tunahubiri nini? Kama utu, ubinadamu, kuwa na huruma hamtaki tuhubiri, mnataka tu tunahubiri nini? Mimi si, si, nashindwa na kabisa kuelewa, sababu sauwakari mwingine ni vitu ambavyo nakuwa nashindwa kuelewa. Sa kwa mfano E, labda msajili wa makanisa wanataka makanisa yawe anahubiri ya nini, yawe anahubiri nini, yaani makanisa yawe anahubiri kitu gani? Siyajua, lakini kama kama msajili wa, wa makanisa unasajili kanisa, lazima unafahamu kanisa ni nini? Kanisa lina kazi gani? Kanisa lilipewa wajibu gani? Nani alilianzisha kanisa? Nani aliliagiza kanisa? Aliagiza alija kufanya nini? Vinginevyo sajilini virabu peke yake, msisajili makanisa, ijulikane Tanzania hakuna kanisa. Lakini kama kanisa lipo, basi muwe mnaruhusu liwe linahubiri vya kanisani, vinginevyo hilo kanisa liwezi likawa kanisa tena. Sasa vyovyote vyenijacho mimi ni kwamba, katika hali zozote na mazingira yote, hiki kinachofanyika leo, mtu ambaye anakuwa anataja tu jina la Mungu ndio anayeandamwa, ndio ambaye atakutwa na mabaya mbalimbali, ndio ambaye ataonekana ni mtu atakiwa apatwe na madhara mbalimbali. Basi niaminicho mimi, nijuacho mimi, huku ni kuijaza nchi laana, mwaga damu za watu wasio na hatia.